Ndugu wajasiliamali, mimi ni kwa ujumla, nataka niwaambie tu kwamba mikakati mbalimbali anawekwa na serikali kwa ajili yenu inaendelea kuwa nguzo muhimu sana katika kukuza uchumi wa taifa letu. Nyinyi ni watu muhimu sana kwenye uchumi wa nchi hii na mmetoa mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi hii. <laughs> nataka nikuhakikishie, ni serikali hii inanufaika, nawe una mchango mkubwa sana, ndo kwa sababu serikali hii inaendelea kuwathamini na ndio kwa sababu serikali ii inaendelea kupanga mipango mbalimbali juu yenu. Endelea kuimarisha biashara zenu, na serikali haitawatupa mkono, itafanya kazi pamoja na nyie na viongozi wa chama mliotupa ilani. Mko hapa, nataka tuhakikishie, hatuwatupi mikono wajasiriamali wetu, tutafanya kazi ya kuwawezesha ili taifa hili lipate mambo mengi. Tunatambua tunawa machinga, waendesha bodaboda, bajaji maamalishe babalishe sasa hivi nimekuwa biashara maarufu nchini. Hata jana nikiwa Tanga amekuja pale, amevaa nguo zao rasmi kabisa, na wameshapata mikopo na wanafanya biashara zao safi kabisa. Kwa hiyo endeleeni, vijana, wanawake na wenye ulemavu, huu ndo wakati mzuri, kwa sababu sera ziko wazi, sheria zinawapa nafasi nyiye kufanya biashara zenu kwenye maeneo yetu, na wakurugenzi hawa kazi yao ni kuwawezesha nyie, waheshimiwa wakuu wa wilaya, kusimamia zoezi hili kuwa linafanikiwa. Kwa hiyo ukimwona mkuu wa wilaya kienda kwa mkurugenzi, atakupokea, atakusikiliza, atakuongoza.